Zakaria alipoingia kwa Maryam akakuta maryam huetewa chakula na Mungu. Kwa hivyo si kijana wa wa kawaida hapo, na yeye alitamani kuwa na kijana kama Mariamu, hiyo hunalika daa Zakaria hapo, naye zakaria aliinwa Mungu. Na yeye nataka kuambia kutamani mwana kama wawendani wako si uhasidi. Kuna hizi fikra watu kwambia Ah, fulani ana vijana mashallah wazuri, Mungu anipe na mimi kama wane, ata uhasidi. Uhasidi, um. Uhasidi si uhasidi uhasidi si kutamani alichonacho mtu kwa uh-huh. Ila hakuna kompatishe uhasidi ni kutamani alichonacho kimuondokee, hata kama hukupata wewe. <laughs> siitumeelewana vizuri sana lakini mimi nimemwona mwendani wangu ana, ana wana na mimi nkatamani, sijawa hasidi. Mwendani wangu ana mali nami nimetamani, sijawa hasidi. Mwendani wangu ana gari na mimi nkatamani, sijawa hasidi. Hasidi ni kutamani neema za mwendani wako ziondoke, si wewe kupata neema kama alivyopata kwa. Ila Zakaria siku kuhi iyanga likukuliwe nani Siwezi kunena neno hilo ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio hunali kadhaa. Zakaria akamwambia Mwenyezi Mungu na mimi nipanami kijana, sio yarithuni